Hapo zamani za kale kabla ya kuja kwa wazungu barani Afrika, babu zetu walikuwa wakitegemea sana dawa za kiasili zilizotokana na miti shamba kwa ajili ya kukinga na kuponya magonjwa mbalimbali yaliyowakabili. Sasa naona hapa kwako kwa miti mitupu hapa. Hapa mbona? Hii ni miti ambayo mara nyingi ni kwa wanafunzi medical biochemists, uh, na watu tofa biomedical scientists ambao huja kutoka universities mbalimbali ili kuweza kujifunza miti asili ambayo inaweza kuleta hebu kutoa dawa hebu tiba ambazo ziko katika nchi yetu ya Kenya. Wakati huo hawakuyajua kamwe majina ya magonjwa kama vile tunavyoyataja sasa, mfano malaria na selimundu. Sasa sisi tunataka kujua tu Ma kutoka kwako, ugonjwa unaoitwa malaria na ugonjwa unaoitwa sickle cell, yani selimundu ndio. E, magonjwa hayo je, unayafahamu? Kwanza kabisa, malaria inasprediwa hebu inasambazwa na mbu, course, mosquitoes, the female mosquito ambayo mara nyingi ndio huwa inasambaza vile viini vya malaria. Mm -hmm. Malaria ile huwa inaingia katika mwili hasa katika lile liver na hiyo ndio pale panachangiwa kuambukiza the red blood cells, hebu zile chembe nyekundu za damu, hapo ndio utapata, zikiingia pale ndani, zina uwezo wa kupasua zile red blood cells. na kuna aina tofauti ya malaria kuna kuna malaria falciparum malaria falciparum species, uh, tofauti za malaria ambao kuna zingine ni kali zaidi kama huku pwani. The falciparum ndio mara ndio malaria species ambayo iko sidal, inaweza kuua uh, watu wengi sana sasa uhusiano wake na siku seli ni nini? Siku seli ni nini, ya mara nyingi ni ile seli mundu ambayo ile, ile seli huwa iko siku kama vile mwezi mm -hmm. Na utapata kwamba the same, same red blood cells hizo ndizo ambazo huwa zinaambukizwa, hebu zinafuatiliwa na vile viini vya malaria. Sasa utapata kwa sababu ya ile sickled, hebu ile selimundu wa ile cell, si rahisi sana watu wale kupata viini vya malaria kwa sababu viini vya malaria vinafuata red blood cells, yeah. Na zile red blood cells za mtu ambaye yuko na sickle cell anemia utapata ana upungufu wa damu, zile red blood cells zake ni kidogo, na kule kwamba viini vikiingia pale Uh, si rahisi sana kwamba vikaweze kui, kui, kuingia katika zile cells ambazo ziko bent uh -huh. Lakini shida huja hapa uh -huh. Mtu kama yule akipata malaria, vini vya malaria ambavyo vimeingia kwa wingi na vikaingia katika zile red blood cells ambazo pia ziko sickle celled, panalenga hemolytic crisis. Baada ya kuadamia elimu ya tiba kutoka kwa Wazungu, ufahamu wetu wa magonjwa yanayotukabili pamoja na tiba zao uko katika uwasili wao zaidi ya ule wa mababu zetu. Huu mti unaitwa bitter leaf, ni aina ya miti ambayo ni kama quinine, iko na quinolone. Ile quinolone component ndiyo ambayo pia ina uwezo wa kuondoa malaria parasites. Sasa hii ina deal na the parasite. Malaria hmm. Lakini pia kuna huu mti huu ambao unaita unaitwa uh, Zanthoxylum chalybeum ambao ni mdungu hmm. Uko na component pale ya kupanua zile cells za red blood cells, ili mtu ambaye yuko na sickle cell anemia, hizi zinapanua the sickling hmm. Sasa utapata kwamba Uh, zina uwezo wa kufanya ile cell kuwa round again. Okay. Hii mti huu unaitwa mdungu. Si huo peke yake, Wazungu walitufanya tuamini kwamba ufahamu wao ni bora zaidi ya ufahamu wetu kuhusu tiba Ia. Sasa juhudi kaleti zako kama mtafiti wa mambo kama haya umefanya juhudi gani za kusaidia watu ambao wana wanaumia na malaria na sikuseti juhudi zako huku kwetu Kilifi? Mara nyingi tunatangaza katika maredio na runinga, na wengi ambao wameweza kuja wameweza kupata msaada, wale ambao wameweza kuja. Lakini of course, uh, kuna ut utata kati ya conventionally trained minds ambao hawaamini kwamba miti ina uwezo mkubwa wa kutibu. Ni kwa sababu ya ile conventional, uh, masomo ambayo alipata katika Uh, vilasi vya conventional practice kwamba kulikuja dhana ya John Rockefeller agencies ambao walikataza dunia nzima miti dawa za miti zisitafitiwe wala kutumika. Nilimtembelea mtaalamu huyu wa dawa za kiasili ambaye amefanya utafiti wa kina kuhusu kila aina ya miti na tiba zake. Wewe kabisa kibinafsi Uh, ulikuwa conventional uli... Mimi nilichainiwa conventionally. Lakini ukaja kwa hiyo acha, lakini sasa nikasoma zaidi. uh -huh. Kusoma zaidi nikasoma farmakolojia uh -huh. na pharmacognosy. Pharmacognosy uh -huh. ni somo ambalo lina deal na ufahamu wa tiba uh -huh. tiba zinatoka wapi conventionally, na hata katika upande uh, wa pharmacognosy zinatoka wapi? ujue kwamba miti ina kemikali kama uh, ile parental chemicals kama sita. Ya kwanza ni alkaloids, ile ule uchungu, uchungu. Kisha ina usukari yani glycosides, ambazo ziko katika miti ni kemikali hizo ambazo ziko kwa miti ambao wale conventionally trained minds hawazitambui hawazijui, na hata kama wakizijua hawakuzisoma zaidi ya tatu kuna polyphenolics. Polyphenolics ambazo ni ile tamu chungu ile ukara ile chachu uh, uh, that kind of thing yeah. halafu kuna vitu kama uh, mafuta mafuta, mm, da, um, mti una mafuta, mti pia uko na uh, sabuni. Kwa hivyo miti ina kemikali zake. ile mitha ambayo ililetwa na John Rockefeller pamoja na agencies wake ilikuwa ni kukata kule ule utumizi, ili competition kusiwe na competition. Mti ulionishangaza zaidi ni huu uitwao amarula eti wa Mijikenda wanaouita fula moyo. Mbali na tiba zake, unaweza ukabadili moyo wako na kupenda mengine kabisa kinyume na yale ya kawaida uyapendayo. Huu mti unaitwa marula, ni marula ambao ndio unatengezwa pombe ile most expensive pombe inapatikana sehemu hizi za pwani, of course, upande wa South Africa, upande wa Madagascar huu inapatikana, lakini huku kwetu una jina inaitwa fula moyo, fula moyo yeah, ile ya kufanya mtu abadilike kabisa. Uh, unasikia moyo una tamu sana yaliyo matunda yake oh, lakini sasa ni rahisi kulewa ukigonga hiyo yeah, vizuri sasa, yakiwa amekuwa ripe sana, ukili unapata ile effect ya hii marula. Wanyama kule msituni huyala na, na si hayo tu kuhusu mapenzi. Nichukue majani magapi hapa maanae nataka nipendwe. Na uchawi je? Anatumia miti hii kutengeza zile dawa zao za za kuroga zile dawa zile dawa zile za kutumia kama uchawi. Mimi nitasema kwamba uchawi za philosophical uh, uh, understanding, kwa sababu wale ni watu wanaitwa traditionalists. Yeah. Wana ambao involve what we call parapsychology, kitu cha juu kushinda usayansi. Yeah. Miti ni hii hii, lakini anaizungumzia Understanding. Na pia anafanya machine huyo, ni mchapa eh. Lakini biochemistry ni mtu ambaye anaangalia ile, ile miti eh. Lakini anaangalia ni kitu gani kilicho ndani ya ule mti in terms of biological chemicals oh, zinazotumia. Wale hawana mambo ya kemikali wale. Wale hawana mambo ya kemikali anazungumzia <laughs> Ana mengi mtaalamu huyu kuyamaliza siwezi ila kuchukua kidogo tu kwa leo katika jungu hili la mitishamba. Ule ya kwamba eh, watu walienda uh -huh. Tanzania kwa yule mzee. Eh, babu. Babu. Sasa huu ni huo mti huo unaitwa Carissa edulis, yani mtandambo. Kazi yake nini? Huu una sexually transmitted infection. Magonjwa haya ya pasika ambao ni mzungumoto. Mzungumoto huu ni wa colitis tumbo kusikia kusagika, lakini utapata kwamba uh, ile root yake ni nzuri sana kwa mambo ya koo uh -huh. ya kukohoa, utafuna hey, uh -huh. hii uh, mm -hmm. hii i inaondoa fatness. Wahindi wanauza hili jani la huu mti, ni unaitwa ni mchauro eh, zile chauro ni zile tembe tembe zile ambazo. Sasa huu umetoka India. Sasa unatumikaje huu mdalasi, unawashawasha kidogo. Sasa huu ni mnazi. Ni chamuri. Mtamuri mnazi mtamuri, mnazi mtamuri. Mnazi mtamuri. <laughs> ni ule ambao unaweza kupata matunda yake akiwa hata huku chini zile nazi zake na mnazi, medicinal value uko na lauric acid. Ile lauric acid component pale ndani ndio ambayo inaondoa cholesterols, inafanya hii mishipa ya damu kufunguka. Wow, vizuri kina baba ndio wanasimama vizuri katika hali zao <laughs> <laughs> za kina ubaba na hii pia it has antiviral components na watu hataki kunywa madawa <laughs> <laughs> these are natural products hey, ambazo hazina umuhimu. Sasa unapata pure virgin coconut oil hey, kutoka hapa. Pure virgin coconut oil ni nzuri sana kwa upande wa kuondoa cholesterol, mafuta mabaya ambayo yako mwilini hey. Kalofilam, inofilam, ambao ni mti ni mti ambao haya matawi yake hizi the twigs zilifanyiwa utafiti zikaonyeshwa zinalenga the virus HIV virus. Ndiyo twig ya kwanza katika ule utafiti kwa wa kwanza kanufaila minofilam ilionyeshwa iko na potensi kubwa ya kuzuia replication ya HIV virus. Mwisho, wewe unatoa dawa kabisa, kutokana na hii miti za kusaidia malaria, na watu wote wanaweza kupata hizo dawa na zinaponya, zinaponya kabisa, zinaponya kwa muda. Hapa kuna dawa za HIV kabisa, kutibu HIV, tuko nayo kutibu kabisa. Kuna tiba za hii siku selanimia, zipo. Kuna tiba za gynecological malignancies. kuna tiba za baadhi ya gonjwa ambayo yanamsibu mwanadamu okay. tunatoa kutokana kwa hii. hii ni sinamon sinamon sinamon, mdalasini, eh, mujarabu kabisa kwa mambo ya mishipa ya damu mm. Na itakupatia mengi kabisa dawa zetu za kiasili. Mimi ni Lolani Kalu nikiripotia Coco FM.